Hello, habari, karibu sana. Hii ni Shaya TV. Leo nimekuletea mada hapa ni jinsi gani unaweza ukaepuka kuadiwa kwenye magrupu bila ridhaa yako, au ni jinsi gani unaweza ukaepuka kuadiwa kwenye magrupu au kuwekwa kwenye magrupu ya WhatsApp bila wewe kupenda wala ridhaa yako. Hii ndo mada yetu ya leo, twende sambamba ili uweze kujifunza elimu hii. Na kukumusha, kama huja subscribe chaneli hii, angalia chini ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja tu. Ukifanya hivyo, kwa kila elimu ambazo nitakuwa nazitoa, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi, bila kupoteza muda. Hebu twende pamoja, utaenda moja kwa moja kwenye application ya WhatsApp ili uweze kuseti setting hiyo. Tafungua application yako, bila shaka umeona, alafu kuna nukta tatu zipo upande wa kulia. Ngoja nikuonyeshe. Umeona hii sehemu nilioelekezea, ina nukta tatu zilizokaa wima au vertical. Hizo nukta utazikliki, basi utabonyeza nukta hizo. Baada ya kufanya hivi, kuna sehemu imeandikwa setting chini kabisa hapo, ngoje nikuonyeshe. Basi baada ya hapo utakliki hapa au utabonyeza hapa. Bila shaka umeona jinsi mimi nilivyofanya. Baada ya hapa, kuna sehemu imeandikwa privacy. Kuna account privacy, advanced list mpaka chini. Sasa kuna sehemu imeandikwa privacy, ngoje nikuonyeshe. Umeiona hii sehemu hapa? basi utabonyeza hiyo sehemu kama hivi. Kumbuka, tunataka kuseti ili usio unaadiwa kwenye magrupu ambayo huyapendi na una ridhaa kuadiwa kwenye magrupu au kuwekwa kwenye magrupu hayo. Tabia hii inakera sana. Kuna kipindi mtu utaki kabisa kuadiwa kwenye magrupu, sasa unajishangaa tu uko kwenye grupu ndo unaanza tena kupata shida ya kulefti. Yanatakiwa ufanye setting hizi ili usiwe unaadiwa kwenye magrupu hayo. Hebu tuende pamoja basi. Baada ya hapo, kuna menu imekuja hapo, bila shaka umeona. Basi umeona hapo kuna sehemu imeandikwa groups. Ngoja ni kuelekeze kwa mshale. Umeona hiyo sehemu nilioelekezea mshale, hiyo sehemu nilionyoshea mshale hiyo. Basi utakliki sehemu hiyo, bonyeza sehemu hiyo. Umeona iyo sehemu? na nakwambia juu kabisa kunasema miandiko groups, alafu who can add me to groups. Namba moja kuna everyone, namba mbili kuna my contacts, my contacts except. Sasa hapo utaweka kama mimi jinsi nilivyofanya, basi utabonyeza kidude hapa, nikiona vizuri Yes, umeona vizuri tena au nionyeshe kwa hivi kabisa. E, basi utakliki kwenye iko kidoti kwa au kinukta. Ukishafanya hivyo basi mpaka hapo utakuwa umeseti kwenye namba yako, utakuwa huadi ovyo ovyo kwenye magrupu bila kupenda. Na watu ambao watakuwa na kuadi tu kwenye grupu ni ambao namba zao umezisevu kwenye simu yako. Ah, basi nimefanya hivi, maanake kuna muda mwingine watu wengi wanalalamika sana kuadiwa kwenye magrupu, na nimeona ile ni tatizo, ndo maana nimekuja kuelekeza kwenye channel hii. Basi sina mengi, na nakukumbusha tu, kama wewe ndo mara ya kwanza umetazama video hii kwenye channel hii ya Shayia TV hebu chaneli hii ili usio napitwa na vipindi mbalimbali ambavyo huwanavitoa kwenye chaneli hii ya Shaia TV. Sina mengi na kutakia siku njema.